You are watching B-Boy Feed TV. Like, subscribe. Kisha turn notification. Asante. Zawadi ya Baba Levo kwa wananchi wa Kigoma mjini imezua gumzo kweli kweli, kupitia ukurasa wa Instagram wa Baba Levo e, zawadi hiyo ambayo e, Baba Levo ameweza kuiposti kupitia ukurasa wake wa Instagram na akisema kwamba hii ni zawadi yake au shukrani kwa wananchi wa Kigoma kwa kumchagua yeye mbunge wa Kigoma mjini. Nikukumbushe kubonyeza alama nyekundu hapo chini ya video yako. Bonyeza alama kengele itakayotokea ili uanze kupata habari zetu hizi na gari ambalo Baba Levo ameweza kununua aina ya Jeep. Na kusema kwamba gari hilo ni la kwake la kutembelea, lakini ametoa E, nafasi ya upendeleo kwa wananchi wa Kigoma mjini kwa kutumia gari hilo katika sherehe mbalimbali ambazo e, mtu anaweza akawa nazo yele, kama mtu anataka kuoa au na shughuli yako yoyote ambayo ni sherehe ambayo inahitaji usafiri, unaweza pia kutumia gari hilo kwa kuweka mafuta ya elfu kumi na tatu tu, na unapewa gari hilo pamoja na dereva bure. Basi jambo hilo limeweza kuzua gumzo sana kupitia ukurasa wa Instagram wa Baba Levo, watu wakia, wakionekana kuangusha comment mbalimbali mbali, wakionekana ku, kutoa maoni yao, na sofa ni jambo zuri e, lakini watu walijawapendeza na comment zimekuwa ni nyingi kweli kweli. Nitakusomea hapa kwenye comment hapa, nimeona kuna mtu ameandika, Toyota. e, ameandika anaitwa Toyota ameandika kwamba, kwa hiyo kwa kipao mbele cha jimbo lako e, ni harusi tu e, ili jambo Baba Levo ameweza kulifafanua kupitia pia ukurasa wake wa Instagram akisema kwamba kuna mambo ambayo watu wanamhusisha wana, wana, wana yeye yani e, watu wanatamani wana, wana Baba Levo yani afanye mambo ya maendeleo yani, kwa mfano labda kununua ambulance au kununua gari la kubebea wagonjwa katika mahospitali ya Kigoma e, ambulance pia. Lakini hayo ameyafafanua na kusema kwamba kuna vitu ambavyo ni vya kwake kama kama Baba Levo na kuna vitu ambavyo serikali e, inatakiwa kufanya kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. koo mambo kama ya ambulance kununua sijui gari la wagonjwa E, ni mambo ambayo serikali imeweka fungu na imetoa e, e, tamko hilo kwamba e, itahusika na mambo ya uh, mambo ya afya e. Kwa hiyo zawadi hiyo ni kama upendo au shukrani kwa wananchi wa Kigoma kutoka kwa Baba Levo na ameweka wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram, yoyote awe ni maskini awe ni tajiri e, awe ni mtu wa hali yoyote ile. E, sheria ni kwamba kuweka tu mafuta ya elfu kumi na tatu na utapewa dereva pamoja na gari hilo aina ya Jeep na ni gari e, zuri kweli, kweli na ni gari la kifahari e, kwa hiyo unaweza kulitumia kwenye harusi, haijalishi ni Muislamu, haijalishi ni Mkristo, yoyote yule ambaye atakuwa na jambo lake la, e, la harusi anaweza kutumia gari hilo e, kama e, usafiri wa kumpeleka popote anapotaka yeye, atapewa dereva na shati tu niaweke mafuta ya elfu kumi na tatu yaani lita 4, ambapo utapewa gari pamoja na dereva. Basi jambo hilo Baba Levo ameweza kushea kupitia ukurasa wake wa Instagram, na comments zimekuwa ni nyingi sana, watu wamependezwa, wananchi wa Kigoma wamefurahi kweli kweli. Nikwambie tu e, niachie mawazo yako hapo chini ya uwanja wa comment section, niambie unawaza nini, unafikiria vipi jambo hili kwako, kwa umelichukulia vipi na umelionaje? Eh, kwa habari kama hizi usisahau kusubscribe channel yetu, gonga likes na kushare video eh, lakini hapa ndani sina la ziada, push la kutosha ni kwake Stefano Tembe, behind the camera ni Mr Butterfly, I go by the name B Boy Fidy, enjoy.